Tunatukanwa, tunasemewa vibaya, muona, lakini sisi ni wavumilivu. Kwa sababu gani? Tunaamini timu yetu, tunaipenda timu yetu na tunaimani na timu yetu, kwa sababu tuling'atwa na mbu. Nikizungumza tuling'atwa na mbu, kwamba tulikuwa ugenini, ogenini, Silver Strike alitotea kutokana, yeah. na mistake ambayo ilitokea tu ndogo, lakini haimaanishi kwamba tumepoteza indirect. Yeah. Lakini fokasi yetu kubwa kuhakikisha mm. kwamba kesho Jumamosi. Uh, kuanzia saa nne milango itafunguliwa pale Benjamini na itafungwa mishale ya saa nane, kama alivyosema semaji letu, ukiwa mwanachama au shabiki yeyote wa Dar es Salaam Young Africans, naomba popote ulipo, hata kama labda utakuwa unakunywa chai asubuhi, pale kutakuwa kuna supu, kutakuwa kuna pilau na kutakuwa na maji ya GSM ambayo utakunywa na utakaisha koo lako kwa utulivu. Uh, lakini yote kwa yote na nizungumzie mpira, nazungumzia soka la kesho. Uh, sisi wananchi wa Yanga cha kwanza tukipenda kumshukuru GSM kwa kujitoa kununua tiketi zote kuanzia VIP A, VIP B mpaka mizunguko na orange, kuhakikisha mashabiki wote popote, kama unakaa Mbeya, unakaa Mwanza, unakuja kwa wakati. Hivi ninavyoongea hapo, kuna mashabiki nimeongea nao baadhi, wanatokea Bukoba, wako Mlandizi sasa hivi, mnielewa. Na unavyojua Bukoba kuvyokwa mbali, lakini kwamba ni nini? Ni uchu na ndege dege la kuku, kuja kutoa hamasa ya kutosha ndani ya timu yao ya Dar es Salaam Africans. Malengo ma, yetu ni nini? Malengo yetu kuhakikisha kesho siku ya kesho tunachukua pointi tatu na magoli yasiyopungua chini ya sita. Kwa nini nazungumza hivyo? Unajua, wale Silver Strikers naweza nikasema, na ni wageni wa mashindano. Kama ukiangalia kocha wao leo kwenye press alikuwa anaongea huko, anatetemeka. Kwa nini alikuwa anaongea anatetemeka? Kwa sababu anaona kuna watu ambao sijawai kuwaona Tanzania hii. Mmelewa kwa nini? kwamba kuonyesha kwamba sisi ni wakubwa, kuonyesha kwamba sisi tuling'atwa na mbu, na kuonyesha kwamba kesho ushindi ni muhimu. Pointi tatu na magogeso pungua zidi ya sita. Kwa nini? Ame yani unajua Simba uki, ukimgusa zile ndevu yeah, zile, yale masharubu, yeah. anakuwa anawaka afa na geuka kushoto kulia, huu ni nani? Anataka mm, nini? Ndio sisi tulivyo Yanga. Kwa nini nazungumza hivyo? Yeah, kwamba sisi malengo yetu kuhakikisha ile midomo midomo ile ya watu ambao wasoje kuongea vizuri, ile midomo midomo michafu michafu tunaifunga yote. Mnaelewa, kwamba tunaonyesha kwamba sisi ni wakubwa na sisi kama tusomeki hivi. Kwa nini? Kesho mtakuja kuona pila sambusa nyama nyama. Unajua ukikata sambusa ile ukipasua, kuna zile nyama nyama zinafanya fanya hivi zile. Umeelewa? Ndio kesho mtakuja kuona pila, ndio. Unaona mtashangaa kwa nini? Wanasema oh, sisi tumemfukuza kocha. Ah ah, unajua katika timu kuna kuna mambo yanatokea of course. Kuna ukiona kitu hakiko sawa, lazima urekebishe ili baadaye isije kuwa tatizo. Unajua kuondoka kwa kocha, kwamba haitotuathiri sisi kwamba tutashinda kufanya vizuri hapana. Kuondoka kwa kocha ina maana tumetengeneza gepu nyingine kufanya mashabiki na wanachama wajisikie amani kwa sababu wanachama na mashabiki ndo wanafanya uongozi wa, wa Young Africans unazidi kukua na kupanuka kimataifa. Ki, kaka, kaka unadhani kocha Romain Folz alikuwa ni miongoni mwa, wa, miongoni mwa makocha ambao wamechangia Young Africans kupoteza hiyo? Sasa nikisema hilo, kwa sababu hiyo liko ndani ya Uzo liko nje ya uwezo wangu, hilo ni naweza nikaachia uongozi wa Yanga kwa sababu u... uongozi wa Yanga huko pale kwa ajili ya kila mmoja naka... na kamati yake. Mimi ni shabiki, nitazungumzia wa shabiki wa mpira na nitazungumzia soka la kesho, sawa a mambo mengine nitawaachia viongozi kwa sababu wao ndio wenye maamuzi na wao ndio wanajua kitu gani kinachokifanya. Sisi tunafuata wanachofanya wao, lakini na sisi tuko kwa ajili ya kuitetea timu yetu, na sisi tupo kwa ajili ya kushangilia timu yetu, na sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha Dar es Salaam Afrika tunavuka kwenye hatua ya, ya nini ya kwa kishindo, yani tuna niko na kaka yangu mkubwa kwa sababu yeye ni, ni professional na analewa mpio jinsi ulivyo yeah. Sisi kama nilivyozungumza awali, sisi tunabezwa kwa sababu ukiangalia kiupande fulani, kuna watu wapo kwa ajili ya kuharibu ku, ku, ku, ku, brand ya Yanga lakini nadhani na ngasema kitu kimoja kama nilivyosema awali yeah. Tunahakikisha kesho, midomo michafu mm, midomo yenye maji maji ambayo hayaeleweki yeah. Midomo ambayo yanilio kesho, mnakuja kuangalia boli sambusa, nyama nyama, nimesema zabuto, ukifanya hivi nisikilize, ngombe kitu kimoja. Kama ukiangalia Yanga, kuna wachezaji karibia tisa kucheza sio kama angilo kwa majilui, isipokuwa kilikuwa kipimo cha nini, kipimo cha imani, mnaelewa? Kwa hiyo ndio maana nikasemaje, kama mliangalia kwenye place ya leo, kocha wao na kapteni wao walikuwa ni dhohofu wa, ni yani, ni watu ambao unaona kabisa hawajiamini. Kwa nini? Kwanza akiangalia kishindo cha waandishi walivyokuja kwa wingi, akiangalia mashabiki ambao tumekuja kwa wingi, ambao wenye hamasa ya kutosha. Sasa kwa ku, umati ule taifa, mashabiki zaidi ya zaidi ya zaidi ya ngapi bwana VIP A, VIP B mpaka VIP C na, na ndugu yako kwenda ya mwambie mm, aje kwenye kisima cha burudani mm, yani kama Yanga Aturupoke. Sisi haturopoki, sisi tunazungumzia mpira wa Tanzania. Sehemu Siam, gani una, una, unaomba iboreshwe zaidi kwenye mechi ya kesho kaka? Uh, nikisema sehemu gani iboreshwe na ndio maana nikasema awali kwamba sisi Yanga tuna kikosi kipana hmm. Sisi Yanga wachezaji wote ambao wanacheza ndani ya Yanga ni wachezaji wenye uzoefu hmm. Kwa hiyo kutokana na uzoefu wa mwalimu oa Mwenyezi Mungu. Leo ni Ijumaa tumeanza dua leo mapema, mm. Najua kuna, kuna misekule inapita pita ku, ku, ku, ku, kufunika funika lakini sisi inshallah nikitoka hapa naenda zangu msikitini, mm, naenda kuisolea timu yangu naenda kuiembea dua timu yangu. Panapo majaliwa, inshallah, kesho Jumamosi Umenielewa? Kesho pointi tatu na magoli yasiyo yasiyopungua chini ya sita. Kwa nini nazungumza hivyo? Brother, nina kikosi kipana. Ukimwacha tu pakome kuna mtu anaitwa anaitwa Ona, mtu nani yule? Goldoza. Goldoza unajua nani? Goldoza na nani? Unamjua Goldoza nani? Clement Mzinzi, Mzinzi Beauty. Hakuwepo lakini kesho anaanza. Jamani waandishi, mnajitoa sana mnapambana sana kwa ajili ya Yanga. Hii ndio Yanga ya taifa la leo. Hii ndio Yanga, ina appreciate Tanzania nzima. Wengine wamefuata ni mikia tu. Sasa umekula ng'ombe mzima halafu mkia unacheza nyuma nyuma. Hii ndio Yanga ya ninayoizungumzia. Asanteni sana ndugu.